Bwana, je, ungependa kumwabudu Allah Subhana katika njia ya usahihi? Je, ungependa kupata mafunzo na milango ya Kiislamu katika njia ya usahihi? Jibu ni moja tu. Mafunzo haya yanatolewa na chuo cha Africa Academy. Mafunzo yatakuwa ndani ya mwaka mmoja. Tena mafunzo haya unayapata kwa njia ya mtandao. Bure. Ukifaulu kila somo vizuri, utapata cheti na mahafali yataandaliwa na Africa Academy. Chuo unachotakiwa kukifanya ni kugusa linki hapo katika posti hii. Hiyo linki ya kwanza kabisa iweze kukupeleka kwenye maelezo, au la tembelea mitandao yetu ya kijamii kama vile TikTok, Facebook, Instagram, uweze kujiunga. Jamani Waislamu wenzangu, ujumbe huu tuusambaze kwa watu wengi kadri tuwezavyo. Mambo haya ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Share, share watu waweze kupata fursa hii ya kwenda kujifundisha mambo ya dini ya Kiislamu. Bure kwa njia ya mtandao imedhaminiwa na Africa Academy. Chuo bwana, mimi mwenyewe nikajifundisha mambo ya Kiislamu.